Raisi wa zamani wa Marekani Barack Obama alionekana akishuhudia mechi ya mpira wa kikapu ya Los Angeles Clippers dhidi ya Detroit Pistons Jumatano usiku, lakini mke wake Michelle Obama hakuwepo. Hili linajiri huku tetesi za talaka kuhusu ndoa yao ya miaka 32 zikiendelea kuvuma. Obama mwenye miaka 63, alihudhuria mchezo huo akiwa na mmiliki wa Clippers Steve Ballmer, ambaye pia ni mkuu wa zamani wa Microsoft pamoja na mkewe Connie Snyder. Wakati wa mapumziko Intuit Dome mjini Inglewood, California wenye uwezo wa kuchukua watu elfu kumi na nane, ililipuka shangwe Obama alipokuwa akitambulishwa kwa umati. <coughs> Obama ameonekana peke yake kwenye hafla kubwa kadhaa, hali inayozidisha uvumi wa migogoro katika ndoa yake. Alihudhuria mazishi ya kitaifa ya Jimmy Carter na kuapishwa kwa Donald Trump bila Michelle, jambo lililovunja desturi ya wake wa marais kuandamana na waume zao kwenye hafla hizo. Mwezi Oktoba mwaka jana, mwigizaji Jennifer Aniston alikanusha hadharani uvumi wa kuwa na uhusiano wa kimapenzi na Obama ambao ulienezwa na jarida moja la udaku la Marekani. Tuhuma hizo zilichochewa zaidi na podcast maarufu ya burudani Who Weekly ambayo ilidai kuwa Obama na Michelle wanaishi maisha tofauti na kwamba Obama alikuwa katika uhusiano na Aniston. Iwapo Obama anakabiliwa na matatizo ya ndoa, huenda usiku wa mpira wa kikapu ulikuwa njia nzuri ya kupunguza mawazo. Obama ni shabiki mkubwa wa mpira wa kikapu na alipokelewa kwa kumbato la kirafiki na kocha wa Clippers Tyron Lui kabla ya mechi kuanza, kwenye uwanja. Mchezaji nyota wa Clippers James Harden alionyesha uwezo mkubwa wa kufunga pointi 50 huku Clippers wakishinda pointi 123 kwa 115, dhidi ya Pistons. Licha ya kuwa Obama anajulikana zaidi kama shabiki wa Chicago Bulls, mapenzi yake kwa timu hiyo yalitokana na enzi zake za mapema mjini Chicago katika miaka ya 1980. Wakati huo alikuwa hana uwezo wa kununua tiketi za kushuhudia mchezo wa Bulls, hata zile za bei nafuu. Michael Jordan alipokuja Chicago, sikuwa na pesa za kununua tiketi za Bulls, hata zile zilizouzwa kwa punguzo, lilikuwa maskini sana, Obama aliwahi kusema. Pia shemeji yake Craig Robinson amekuwa mwalimu wa mpira wa kikapu na baadaye akishika nyadhifa za usimamizi wa wachezaji katika timu ya Milwaukee Bucks na New York Knicks. Audio series za kusisimua, makala za ulimwengu, siasa za dunia, katika uchambuzi wa kina